Tayari tulishaanza mchakato wa kuuza tiketi na hadi kufikia jana tukawa tumeuza tiketi elfu kumi na sita tiketi elfu kumi na sita Maana yake ni kwamba tayari uwanja wa Amani umeshajaa na tena umepitiliza kwa watu elfu moja zaidi, kwa sababu uwanja wa Amani unachukua watu elfu kumi na tano pekee. Kwa tiketi elfu kumi na sita ambazo tumeuza maana yake ni kwamba tayari uwanja wa Amani umeshajaa na watu wengine elfu moja watabaki nje ya uwanja. Baada ya majadiliano ya muda mrefu, tunafanyaje hizi tiketi, tulichokubaliana kama uongozi wa Simba Sports Club, ni kwamba tunaufuta mchakato wa kuuza tiketi na tutaanza upya mchakato wa kuuza tiketi mpya kwa ajili ya mechi ya Amani Zanzibar. Lakini basi wale wote ambao wamenunua tiketi zao, watu elfu kumi na sita, tiketi zao zitatunzwa na wao watalazimika kutunza kadi zao, na tiketi zao watazitumia kuingilia Kwenye tamasha letu la Simba Day mwezi wa nane mwaka huu. Tumeelewana eh? Hii ni kusema kwamba mchakato wa kununua tiketi unaanza upya hii leo na niko hapa kutangaza viingilio vipya vya mchezo huu wa Simba dhidi ya tumefikiria mengi kuhusiana na wale ambao tayari wameshanunua tiketi. Tukasema kwa mfano, tusiuze tiketi tena, zile elfu kumi na sita ambazo watu wamenunua ndizo watu watumie kuingilia uwanja wa Amani. Lakini tukajiuliza, katika watu elfu kumi na sita watakaoweza pengine kuja uwanja wa Amani wakiwa watu elfu mbili pekee watu elfu kumi na tatu wataingia kutoka wapi, ambao hawajanunua tike... imeeleweka sijui. Maana yake ni kwamba kukawa kuna hofu kubwa ya uwanja kuwa mweupe, hasa kwa wale ambao hawataweza kusafiri kwenda Zanzibar. Baada ya kujiridhisha kwenye hilo, ndipo ambapo tukasema ya kwamba mchakato uanze upya, lakini jasho la mtu halipotei. Wale ambao tayari wameshanunua tiketi zao aidha shilingi elfu thelathini VIPB, shilingi elfu ishirini VIPC si, ama shilingi elfu saba mzunguko, tunawaomba wazitunze tiketi zao na tiketi zao zitatunzwa kwa upande wa Ncard. Itakapofika Simba Day, watazitumia tiketi hizo kuingilia uwanjani. Katika hili jambo lazima tutambue ya kwamba kila mwanasimba amepata hasara. Kwa hiyo asitokee mtu akajibinafsisha hiyo hasara ya kwamba ah, nilishanunua tiketi yangu mimi sasa itakuwaje? Tutambue ya kwamba kila mtu amepata hasara kwenye hili jambo. Ipo hasara ya kifedha ambayo klabu inalazimika kuingia timu ilikuwa ikae kambi hapa hapa nyumbani kwetu katika katika kambi yetu ya ya ya ya Mbweni, lakini sasa tunalazimika kusafiri kesho na kwenda kukaa hoteli kwa muda wa siku tano kujiandaa na hii mechi. Hiyo budget haikuwepo, kwa hiyo basi, kila mtu, kila mwanasimba iko namna ambayo ameathirika kwa namna moja na hii mechi. Na kwa mantiki hiyo basi, hatupaswi kunyoosheana vidole wala kulaumiana. Kila mtu ameathirika. Na nini tunapaswa kufanya baada ya watu wote kuathirika? Ni kusimama sasa na kwenda kumshambulia adui ambayo yuko mbele yetu. Baada ya kusema hayo, viingilio vipya kwa mchezo wetu wa tarehe 25 ya mwezi wa tano mwaka 2025 mechi ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika, vipa itakuwa ni shilingi elfu hamsini. jukwaa la Urusi itakuwa ni shilingi elfu thelathini na mzunguko ama orbit na nassar itakuwa ni shilingi elfu kumi. na tiketi hizi zinaanza kuuzwa rasmi kuanzia hii leo. Tiketi yako ambayo ulinunulia, kadi yako ambayo ulinunulia tiketi ya mechi iliyopita, hiyo hiyo unaweza ukanunulia tena tiketi ya mechi ya Jumapili ya fainali dhidi ya, ya, ya, fainali, ya RS Berkane. Kwa ile ya awal itabaki kama ilivyo. Halafu hii mpya utakaonunua ndiyo ambayo itasoma kwenye system ya siku ya kuingia uwanjani. Lakini vile vile, tutakuwa na ndege maalum kwa wale ambao watahitaji kusafiri kwa ndege kwenda kutazama mechi na kurejea nyumbani siku hiyo hiyo, shirika la ndege la Tanzania ATC ambao sisi ni wadhamini wetu. Na walitupeleka bure kwenda na kurudi Morocco. Tumeenjoy vibaya mno. <laughs> Uh, ndugu zangu nyinyi ambao hamkusafiri na sisi kwenye kwenye ATC mmekosa. Ah, me maisha na amna tamu moja hata mavala hukuepo, ah, mepitwa na tumeenjoi kwenye ndege. <laughs> Uh, nitafuteni niwahadithie ni, ni, ni tulivyoenjoi kwenye ndege ndugu zangu ah, ashukuriwe sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, yani tumesafiri straight bila kusimama kituo hata kimoja, da Casablanca Ujda Dar da, es Salaam nyinyi <laughs> masaa kumi angani mnacheza mna, mna, mna namna hii siku nyingine nikisikia Simba tunasafiri na ndege ya mama, njoeni kwa wingi, mwinjoi sawa. Ajabu, ulikwepo ndo unajibitisha hapo, nikuone nikutaja, ulikwepo ile uli enjoy enjoy. Na kwenye ATC kuna wali fulani hivi mtamu vibaya mno ndugu zangu, ni e, unaulizwa pale wali nyama au wali kuku, wewe na wale. <laughs> Eh na warembo <laughs> uh, tutakuwa na ndege maalum. Hii sio ya bure, sasa sie <laughs> mkazuia vibaya. Ndege hii itaondoka Dar es Salaam tarehe 25 na kurudi tarehe 25 hiyo hiyo, baada ya mechi. Nauli yake ni shilingi laki tatu na elfu hamsini. Hii inahusisha nauli ya kwenda na kurudi Zanzibar na Dar, VIP ticket ya kuingia uwanjani, jezi za mnyama ambazo zimeandikwa hapa match title, usafiri wa kutoka airport mpaka uwanjani na kutoka uwanjani kurudi airport bei yake ni shilingi elfu thelathini na tano. Justin Makitalima, hii unaimudu kabisa eh, elfu thelathini eh, laki tatu na elfu hamsini. Kumradi, kwa yeyote ambaye anahitaji huduma hii basi tuwasiliane, nitaje namba hapa tuwasiliane kwa namba zifuatazo sifuri, saba, nne, mbili, saba, saba, moja, tatu, moja, moja, almaarufu namba ya Platinum. Wale wote ambao wanahitaji huduma hii ya kwenda na ndege na kurudi siku hiyo hiyo ya mchezo, basi waweke oda zao na kulipia kwa namba sifuri, saba, nne, mbili Saba, saba, moja, tatu, moja, moja. Kuna wale wateja wa Platinum ambao walilipia shilingi laki mbili na nusu, wale watawasiliana na mhusika wa Platinum kwa ajili ya maelekezo zaidi. Lakini inawezekana ukataka kuongezea fedha ili uingie kwenye huduma hii, kwa maana ya kwamba ulishalipa laki mbili na nusu yako kwa ajili ya mechi ya hapa Benjamin Mkapa